Asante sana Mike Nguli. <laughs> Mzoa nyama nyingi, Jamaa ndogo andisho. Habari habari za wakati huu eh, awali ya yote tuanze kwa, kwa kuomba radhi kwa kuchelewa jambo letu hii ya leo eh, tulikuwa tuanze saa 4 asubuhi kwa maana ya saa 4 kamili, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale tumechelewa kwa dakika kadhaa, lakini sasa tuko tayari kuianza safari yetu ya kuwapa taarifa muhimu kuelekea mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mbele yenu naitwa Komando Ahmed Ally, niko hapa nikiwa ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba na hii leo tuna taarifa muhimu kuhusiana na timu yetu ya Simba Sports Club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 na wao wako njiani kuwasili nchini Tanzania. Waamuzi ambao watachezesha mchezo huo, e, ni Muhammad Ali Musa ambaye ni mwamuzi wa katikati kutoka Niger. Lakini vile vile, e, mwamuzi msaidizi namba moja ni Abubakar Athumani vile vile kutoka Niger. Mwamuzi msaidizi namba mbili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 niko hapa kuwathibitishia waandishi wa habari na kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi yetu dhidi ya Gaborone United, mashabiki hawataruhusiwa kuingia uwanjani ikiwa ni kuitumikia adhabu ambayo tumepewa na CAF. Nakumbuka vema e, msimu uliomalizika wa mashindano ya kimataifa tulipata adhabu ama tulipewa adhabu ya kufungiwa mashabiki wasiingie uwanjani kwenye mechi yetu dhidi ya Konstantin, na hii ni baada ya kutokea vurugu kwenye mechi yetu dhidi ya Sfaxieni. Na CAF aliweka wazi kwamba e, tumefungiwa mechi moja dhidi ya Konstantin, lakini endapo kosa hilo likijirudia tena ndani ya kipindi cha miezi kumi na mbili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 lakini vile vile walinzi wa uwanjani kwa maana ya stewards, tunatakiwa kuongeza umakini. Haiwezekani mtu mpaka anatoka juu anashuka anaingia mpaka uwanjani bila kuonekana ama kuzuiliwa. Juzi mechi ya Ngao yn yani, amekuja tu kuonekana shabiki ameshafika uwanjani, kamfata Kibu kamkumbatia, kaenda kwa Rushaini kamkumbatia, alafu baadaye ndio stewards wanaingia na kuanza na kuanza kumkimbiza. Ametoka wapi huyo mtu kuonekana mpaka anafika anafika uwanjani? Tafsiri yake ni kwamba hatukufanya kazi yetu ipasavyo ya ulinzi